Kwa majina naitwa Firdaus Ali Muhammad, ni mkazi wa mkoa wa Ruvuma kwa sasa, nipo ilaani Mpitimbi, na pia napenda kushukuru nimefika hapa hospitali ya wilaya ambayo kwa sasa iko Mpitimbi, nimekuja kutibiwa, lakini tangu nimefika hapa naona matibabu ni mazuri sana. Nashukuru serikali kwa kutuwezesha kituo cha afya kwa sasa, lakini namshukuru Mungu waganga wako vizuri na wanatutibu vizuri na mazingira yako vizuri sana, maanake uka tuna changamoto kubwa ya afya kiujumla na hospitali kutokana zilikuwa mbali sana. mm -hmm. Lakini kwa sasa tunashukuru serikali pamoja na viongozi wake kwa kutuwezesha vituo vizima vya afya. Lakini mpaka sasa tuna, tuna waganga wako wengi sana na wanatutibu vizuri na wanatupokea vizuri, lakini sio lazima kuhusu matibabu, ni matibabu ambayo yako Simple sana, yaani ni bei yake ni rahisi sana kwa sababu binadamu hawezi kuishi bila afya. Kwa hiyo anapopata changamoto ya afya lazima aende moja kwa moja hospitali. Anapofika hospitali lazima anapitia changamoto nyingi sana, anaogopa, je, hapa ningefika hospitali nitakuwa nitapata wapi pesa? Lakini tunashukuru viongozi wa mikaa vizuri serikali na kutuwezesha vituo vivuma vya afya mpaka sasa tuna, tuna wagenga ni wengi sana. Hmm. Na pia tunapongeza serikali kuzidi kutuboreshia katika hospitali yetu ya wilaya. Robert Zakaria <coughs> <ya> Mbonda nimetokea <coughs> na matu huduma hmm. zake ni nzuri sana kwa wazee waze atuausem hmm. kwa wote ila changamoto kidogo wa uguzi kidogo wauguzi hmm. hey, tunao hmm. kidogo Eh, kama uwezekano wezekano ngala kutuongezea kidogo maana naonekanahu kutoka kuingia kule okay. hey, na wagonjwa nachukua muda mrefu sana kusubiriana Ah, kwanza tuka maabara au kwenye mapokezi, mm. hali sio mbaya mm. Sehemu zote ni safi kabisa, hata kwa dokta anayechunguza maoma yenyewe kiundani zaidi, anajitahidi sana, amna kikwazo chochote kile. Jina naitwa Dokta Geoffrey Kiaule, mganga mkuu wa Halmashauri ya Wilaya Songea. Leo tupo katika kijiji cha Mpitimbi B katika kata ya Mpitimbi. Hapa ni hospitali yetu ya Halmashauri ya Wilaya ya Songea ambayo ilianza kujengwa mwaka bajeti ya mwaka 2018 19 na, na kuanza kutoa huduma 2021. Uh, tunapenda kushukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Mheshimiwa Raisi Dr. Samia Suluh Hassan kwa kuweza kutoa fedha zaidi ya shilingi bilioni tatu ambazo zimeshatolewa kwa ajili ya ujenzi na ukamilishaji wa hospitali hii. Hospitali hii imekuwa ni muhimu sana kwa ajili ya kusaidia wananchi ambao walikuwa wanapata huduma za kitibabu ambazo ni kubwa zaidi katika hospitali za nje ya halmashauri, kwa maana ya hospitali ya mkoa wetu wa Ruvuma iliyopo mjini Songea, lakini pia hospitali ya watawa wa Benediktini iliyopo Peramio. Hii imewapunguzia sana wananchi na kuwaokolea gharama zao kubwa ambazo zilikuwa wanatumia kwenda katika hospitali hii ya mission ambayo ni private ambayo ilikuwa inachaji gharama kubwa zaidi ukilinganisha na gharama ambazo zinachajiwa katika hospitali hii. Hospitali hii kwa sasa inatoa huduma zote zikiwa huduma za wagonjwa wa nje, huduma za upasuaji wa dharura, huduma za huduma za kulazwa wagonjwa, huduma za maabara wa huduma za, za meno na huduma nyinginezo zote ambazo zinatakiwa kupatikana katika hospitali hii na leo tumepita kuona na tunazidi kuishukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Mungano, Tanzania, hasa kumshukuru kwa namna ya pekee mama yetu kipenzi Dokta Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kuleta vifaa tiba vingi kuleta mitambo mingi kila sehemu ambayo mtambo unatakiwa kuwepo ipo. Tumepita kliniki ya meno, tumeona vifaa vikubwa vya meno kwa ajili ya kutolea na kufu, meno na kufanyia uchunguzi wa magonjwa yote ya kinywa lakini tumeona kuna x-ray nzuri kubwa ya kisasa ambayo inatoa huduma kwa wananchi wanaohitaji uchunguzi kwa kutumia mionzi yani x-ray. Hiyo ni huduma ambayo imekuwa mwokozi kwa sasa kwa sasa, kwani huduma hii kwa zamani ilikuwa inapatikana Peramiho hospitali, ambapo ni mbali kidogo kutoka hapa na hospitali ya mkoa. Lakini pia tume, ime, imeweza kuongeza wagonjwa wengi wanaofika katika kituo hiki kwa ajili ya kupata huduma lakini tumeona pia kuna huduma za kulaza wagonjwa wagonjwa wa kawaida na wagonjwa waliofanyiwa upasuaji. Lakini tumeona pia huduma za kujifungua kina mama zimeongezeka kutoka wakati tunaanza kutoka kujifungua wagonjwa 30 35 kwa mwezi na mpaka sasa tumefikia wagonjwa mia tatu mpaka mia nne na hamsini wanaojifungua kwa mwezi. Hiyo ni, ni, ni namba kubwa maana yake hawa wote bila hospitali kuwepo hapa wangekuwa wameenda kupata huduma hizi sehemu za mbali, ambayo ingekuwa imeongezea gharama kubwa za kupata matibabu. Kwa hizi zote ni jitihada ambazo zimefanywa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya rais wetu Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan. Lakini sio hili tu, uh, hivi vifaa ambavyo vimeletwa hapa vimepelekwa katika maeneo mbalimbali mbali, katika halmashauri yote ya wilaya Songea tumeona hii ni hospitali ya halmashauri ya wilaya Songea ipo moja, lakini tuna vituo vya afya vitano ambavyo vinatoa huduma kwa wananchi ambao wanakuwa wanapata rufaa mbalimbali kutoka katika ngazi ya zanati kwenda katika zanati vituo vya afya. Tuna vituo vya afya cha Mukuru, tuna kituo cha afya Matimira, tuna kituo cha afya Magagura, tuna kituo cha afya cha Liganga na tuna kituo cha afya cha Kilagano. Vituo vya afya hivi vyote vimepelekewa uh, vifaa tiba vya kutosha ikiwemo vitanda kwa ajili ya kuweza kulaza na kupumzisha wagonjwa, imepelekewa vifaa kwa ajili ya thieta na upasuaji, lakini tumepelekewa vifaa tiba vingine vingi ambavyo vimepelekwa katika maeneo hayo kwa ajili ya kuhakikisha watanzania au wananchi hawa ambapo kwa maeneo ya pembezoni wanaweza kupata huduma mbalimbali. Kuu sana serikali kwa jitihada hizo kubwa ambazo zimefanya, lakini tunapenda kumshukuru kwa dhati Mheshimiwa Jenista Joakim Mwagama, mbunge wetu wa jimbo la Pelamio na waziri wetu wa afya kwa kuweza kupambana, kupigana kuhakikisha hospitali hii inaletewa fedha za kutosha kuweza kujenga na kukamilisha miundombinu hii, lakini kupitia wizara yake, wizara ya afya, kuhakikisha tunapata vifaa vya kutosha, tunapata wataalamu wa kutosha ambao wanaweza wakatoa huduma katika majengo haya ambayo yamejengwa katika uh, eneo hili. Ni majengo mengi, majengo zaidi ya 15 yamejengwa hapa na yote yanatoa huduma.